Mabadiliko ya kimkakati yanaendelea kushuhudiwa tangu kuingia madarakani rais wa 47 nchini Marekani, mabadiliko ambayo yametajwa kuwa itakuwa ni mtikisiko mkubwa ulimwenguni kutokana na pande mbili ambazo tayari zimekwisha anza kujichora, aidha zilikuwepo tangu zamani na sasa pande hizo tayari zinashuhudiwa bayana iwapo itakuwa ni changa la macho kwa wale ambao wasioelewa wapi ulimwengu unaelekea kwa sasa na mitazamo tofauti ya rais wa Marekani kuonekana ya kwamba anakwenda kinyume, aidha kuwatenga wale ambao walikuwa ni washirika wake wa kihistoria. Kama unavyofahamu katika historia ya Magharibi, ikiwa ni mataifa ya Ulaya na Marekani ni washirika wa kihistoria katika nyanja tofauti, tangu kumalizika kwa vita vya pili vya dunia. Lakini kile ambacho kinashuhudiwa kwa sasa ni kuona ya kwamba Marekani na rais wake kuweza kuyatenga mataifa ya Ulaya katika kile ambacho kilitajwa kwamba ilitakiwa mataifa haya kuwa kitu kimoja katika kuchukua maamuzi katika vita, aidha kuhakikisha kwamba vita inamalizika kati ya Urusi na Ukraine. Marekani imechukua jukumu la kuweza kufanya mkutano nchini Saudi Arabia bila ya wawakilishi wa mataifa ya Ulaya katika mzozo huo, jambo ambalo limetajwa kwamba ni wazi kwamba Marekani imewatenga washirika wake kutoka katika mataifa ya Ulaya na kuonyesha ushirikiano wake na mataifa kama Saudi Arabia na Urusi, Urusi ambaye anaonekana kuwa ni adui mkubwa wa mataifa ya Magharibi. Jambo hilo limewafanya viongozi wa mataifa ya Ulaya kuweza kushangazwa kwa kiasi kikubwa kutokana na misimamo hiyo ya rais wa Marekani ambapo kumeandaliwa mkutano mjini Paris kwa ajili ya kujadili kile ambacho kinaendelea kati ya Urusi na Marekani kuhusu mzozo huo ambao unaendelea kati ya Urusi na Ukraine. Kuna kauli ambazo zimetolewa na baadhi ya viongozi wa Ulaya dhidi ya rais wa Marekani kutokana na maamuzi yake kunako mzozo huo. Trump amemshambulia rais wa, wa Ukraine Zelensky akimtuhumu kusababisha vita na Urusi na kuipelekea Marekani kuweza kutumia kiwango kikubwa cha pesa ili hali ya kwamba alikuwa akifahamu kuwa vita hivyo kamwe Ukraine haiwezi kushinda, bali vita hivyo vinaweza kukomeshwa kwa mazungumzo na kukubaliana na Putin, kutokana na kile ambacho rais wa Urusi alitaja kwamba kamwe hawezi kukubali mataifa ya Ulaya kwenda kinyume na makubaliano ambayo yalisainiwa kati ya Urusi na mataifa hayo ya Ulaya kuhusu mipaka ya Urusi na Ulaya. Rais wa Ufaransa kwa upande wake Emmanuel Macron pia ametahadharisha kuhusu hatari wa Putin. Rais wa Ufaransa amezungumzia pia kuhusu Urusi kuweza kufanya udukuzi katika chaguzi tofauti ambazo ziliandaliwa katika mataifa ya Ulaya ili kuhakikisha kwamba wale ambao watakaoshinda katika chaguzi hizo wawe na mitazamo sawa na ile ya Urusi. Jambo hilo, rais wa Ufaransa amekemea kwa kiasi kikubwa na kufahamisha ya kwamba kamwe jambo hili mataifa ya Ulaya hayawezi kufumbia macho na kusimama pamoja ili kuhakikisha ya kwamba Urusi haiwezi kamwe kufikia katika malengo yake ya kulisambaratisha bara la Ulaya. Vilevile ameendelea vile kuituhumu Urusi kuunga mkono na kushawishi makundi ya waandamanaji barani Ulaya, waandamanaji ambao wameonekana kuwa na chuki dhidi ya Wayahudi na kufadhili makundi kama hayo. Hivyo basi, jambo kama hilo kamwe mataifa ya bara la Ulaya hayatoruhusu kuendelea kufanya hivyo. Katika mkutano huu ambao umefanyika mjini Paris, imetajwa kwamba iwapo Urusi itaachwa kufanya hivyo, basi itajiandaa ili kuweza kushambulia taifa lingine baada ya kumaliza kile ambacho kimetajwa kuwa ni uvamizi wa Ukraine, basi taifa lingine huenda likashambuliwa na Urusi. Utafahamu ya kwamba mkutano huu ambao umefanyika mjini Paris ni mkutano ambao umefanyika baada ya mkutano ambao uliofanyika nchini Saudi Arabia kati ya Marekani, Urusi na Ukraine lengo la kupatia suluhisho kunako mzozo unaoendelea kati ya Urusi na Ukraine bila ya mataifa ya Ulaya kuweza kushirikishwa. Hivyo basi, mkutano huu wa Paris ilikuwa ni kwa ajili ya kupanga mkakati iwapo makubaliano ambayo yatasainiwa kati ya walioshiriki katika mkutano huo yatakuwa ni kinyume na matakwa ya mataifa ya Ulaya na Ukraine kwa pamoja. Denmark kupitia mwakilishi wake katika mkutano huo imefahamisha ya kwamba Urusi ni tishio katika ukanda kutokana na sera zake za kibepari ambazo malengo yake ni kutaka kumiliki ardhi ya baadhi ya mataifa ya Ulaya. Makubaliano ya amani kati ya Urusi na Ukraine bila ya mataifa ya Ulaya kuweza kushirikishwa itaifanya Urusi iweze kujipanga na kujidhatiti na kuwa tayari iwapo itataka kuendesha mashambulizi mapya dhidi ya taifa moja au jingine barani Ulaya. Rais wa Marekani amemtaja rais Zelensky ya kwamba ni dikteta, jambo ambalo wachambuzi wa masuala ya kimkakati na siasa wamefahamisha kwamba rais Zelensky siyo dikteta na kitendo cha yeye kuwa madarakani kwa muda mrefu, aidha zaidi ya muhula wake, ni kutokana na vita hivi ambavyo tayari katiba ya taifa hilo inamruhusu Zelensky kuwa rais wa Ukraine kwa kuwa katika kipindi ambacho Ukraine ipo katika vita hakuwezi kuandaliwa uchaguzi. Hivyo basi hata kama muda tayari umekwisha pita Hivyo basi, Zelensky ana haki ya kuwa rais wa Ukraine hadi pale ambapo vita itakapomalizika na kuweza kuandaliwa uchaguzi huru nchini humo. Na jambo hili limepelekea wachambuzi wa masuala ya kisiasa kufahamisha kwamba rais wa Marekani hafuatilii kwa kina kile ambacho kinaendelea kati ya Urusi na Ukraine, na maamuzi yake ni kwa ajili ya kuaridhisha wale ambao waliomchagua. Na kwa upande wake, rais wa Ukraine Zelensky amefahamisha kwamba maamuzi ya, kwa ya rais wa Marekani inaonyesha kwamba tayari rais Trump amekwisha ingia katika mtego wa propaganda wa Vladimir Putin. Unasemaje kuhusu tuhuma hizi dhidi ya Urusi ya kwamba Urusi inajipanga kuvamia mataifa ya Ulaya? mwanachama mkubwa wa NATO akionyesha wa ushirikiano wake na Urusi, Urusi ambaye anaonekana kuwa adui mkubwa wa Ulaya. Tuachie mtazamo wako.